Naitwa Deusdedit Agustin Rwehumbiza, ni profesa mshiriki na naibu ras wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa ambacho ni sehemu ya chuo kikuu eh, cha Dar es Salaam. Ndugu waandishi wa habari, nimewaita hapa kutoa ufunguzi rasmi wa programu zetu za kitaaluma saba ambazo a, tumezanzisha hapa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa yaani MUSE kwa ajili ya mwaka wa masomo unaoanza 2025 2026. Hizi ni program za kitaaluma za uzamili, yani postgraduate degree programs ziko saba. Mbili ni za umahiri, yani masters degree programs, na tano ni za uzamivu, yani phd degree programs. Uh, tumepata tume hizo degree program kutoka kwa wananchi, kutoka kwenye tasnia kadha wa kadha, ili tuweze kutambua ni kitu gani hasa wanakihitaji huko kwenye tasnia hizo. Uh, tuna kitu kinaitwa uh, academic industry linkage au academia industry linkage nimetusaidia uh, kujipambanua kwa maana ya kupata input eh, kutuelekeza namna ya kuboresha programs zetu hizi mpya ambazo tunazianzisha ili ziweze kutatua matatizo ya kijamii. Chuo kishiriki cha elimu Mkwawa na chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa ujumla wake ni chuo cha umma, kwa hiyo tumejitahidi kuhakisha kwamba tunajikita kwenye misingi inayosimamia chuo chetu cha Dar es Salaam uh, Master's ziko mbili, yani uzamili. Kuna Master of Science in Integrated Green Chemical Sciences by thesis, yani thesis kwa Kiswahili tunaita tunai tasinifu, na hizi za thesis hazina tamrini ambayo amba ni coursework. Na ya pili ni Master of Science in Physics of Sustainable Energy Resources, uh, by thesis pia, na ni full time, hizo hizo mbili na yenyewe aina tamrin ambayo ni coursework. Uh, kwa upande wa PhD uh, tunazo degree programs tano na zenyewe ni by thesis yani tasnifu bila tamrini. Ya kwanza ni PhD ni African studies by thesis, full time. Ya pili ni PhD in educational studies na yenyewe ni by thesis. Ya tatu ni PhD in computational science and mathematical modeling na yenyewe ni by thesis na ni full time. ya nne ni PhD ni integrated chemistry by thesis na full time. na ya tano ni PhD in environmental resources management by thesis na full time, ni ni -time. Ni ni -time. Hizo ndio degree programs zetu saba. Lakini uanzishwaji wa programu hizi, gharama zake kama nilivyotangulia kusema hiki ni chuo kikuu cha umma, gharama zake ni Uh, ni nzuri mno kwa maana ya tumefikiria uwezo uh, wa Watanzania walio wengi na kwa kuwa ni chuo cha umma uh, tunaitikia kwenye uhitaji wa serikali na uwito wa serikali kuhakikisha kwamba kila mmoja anakuwa na fursa ya kufikia na kupata elimu. uh, PhD, actually, PhD, PhD tunaanza mwaka huu uh, lakini masters tumekuwa nazo nyingine ambazo uh, bado zinaendelea ya kwanza ni postgraduate uh, uh, postgraduate diploma in education. Hiyo sio masters lakini ni diploma postgraduate. Ya pili ni master of science with education, na hii imeboreshwa zaidi. Ndugu waandishi wa habari, awali tulikuwa na mikondo miwili ya biolojia na chemistry. Yes, sasa hivi tuna uh, mikondo minne. Kama tutakuwa na PCBM kwa maana physics uh, uh, chemistry, biology na mathematics lakini tuongezeka hapo ni mathematics na physics. Ah uh, hiyo ilikuwa ya pili. Ya tatu uh, ni masters of arts with education uh, ni geography stream. Ya nne ni masters of science in applied zoology. Ya tano ni masters of science in applied botany. Ya sita ni masters of science in natural resources and human security studies. Uh, na ya saba ni masters of science in mathematical modeling. Ni degree nzuri sana lakini za, um, uh, mbali na uzuri huo, hizi degree programs zinaendeshwa na um, wanataaluma wetu mahiri sana. Uh, ni wanataaluma chipukizi, walio wengi bado wana nguvu nyingi, ni vijana tunaweza kuongea hivyo. Kwa hiyo gharama ni nafuu, rafiki kwa kila Mtanzania. Tunaalika wote mje kuomba nafasi za kusoma. Uh, programu zetu natarajia ufundishaji wake uanze rasmi Novemba mwaka huu. Kwa jina anaitwa Chacha Stephen Chacha, ni mkurugenzi shahada za uzamili hapa Mkwawa, yani director of postgraduate studies. Watu wengi wanadhani kwamba chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kinajihusisha kina tu na programu ambazo zinahusiana tu na ualimu, tuseme hivyo, sio elimu. Maana elimu ni pana kidogo, nausu katika nyanja mbalimbali, inahusiana na nyanja mbalimbali E, chuo chetu kishiriki cha elimu Mkwawa kilipoanza mwaka 2005 baada ya uhaba wa walimu kwao, kilianza na programu za elimu, lakini baada ya miaka kadhaa, mnaweza mkashuhudia walimu wengi kidogo wametolewa, wame katika hivi vio na kidogo mahitaji ya walimu kidogo yamepungua. Wakati wa mapitio ya program mpya, kwa programu mpya kwao, tumeanzisha programu nyingi kama mkuu alivyotangulia kusema hapo, tuna e, tuna PhD in integrated chemistry ambayo pia hiyo sio haina component ya walimu. Tuna master of science in applied zoology ambayo pia sio ya walimu uh, na tuna master of science in mathematical modeling ambayo pia sio ya walimu. Tuna master of science in natural resource and human security studies ambayo pia sio ya walimu. Tuna PhD in computational science and mathematical modeling ambayo sio ya walimu. Tuna master of science in integrated clinical chemical sciences ambayo pia sio ya walimu tuna master of science in physics of sustainable energy and resources ambayo pia sio ya walimu tuna PhD in African studies ambayo pia sio ya walimu na tuna PhD in environmental resources management ambayo sio ya walimu.